Ndani ya msitu mnene, Drosa anaamka anaposikia ndege inawasili. Anatayarisha silaha yake, na mara tu mwanaume anapotoka kwenye ndege anamtandika risasi kichwani. Wakati huo huo, Levi ambaye alikuwa baharia anaamka kutoka kwenye ndoto mbaya na kuamua kwenda kupumzika ufukweni ili kutuliza akili yake. Asubuhi anapokea ujumbe unaomwambia aende kwenye kambi ya jeshi la wanamaji. Baadaye kambini Levi anakutana na wakala Bartholomew. Bartholomew anajua Levi ana rekodi nzuri kama mshambuliaji hodari na hana familia wala marafiki, kwa hivyo yuko hapo kumpa kazi nchini Lithuania. Drosa anakutana na baba yake kwenye makaburi kwa ajili ya ukumbusho wa kifo cha mama yake. Baba yake amegundua hivi karibuni kuwa ni kuchelewa sana kutibu saratani yake, kwa hivyo anatangaza kuwa ikiwa hata kuwa amekufa kufikia Februari 14, atajiua ili hatimaye aungane na mkewe. Mnamo Februari 14, Levi anaamka kwenye ndege akitoka kwenye usingizi wa ganzi. Anamuuliza askari yuko wapi lakini hajapewa ruhusa ya kumwambia. Askari huyo anachukua vitu vyake vyote binafsi na kumwambia wanaelekea eneo lisilohusisha kuruka ndege. Atalazimika kuruka sasa na kutembea njia iliyobaki hadi mahali anapoenda. Levi anachukua begi aliyopewa na kuruka akisubiri wakati unaofaa kufungwa parachuti. Anatua salama na kuanza safari yake ndefu ambayo inahusisha kupanda, kutembea kwa muda mrefu na kupiga kambi. Mwishowe Levi anafika kwenye ukingo wa korongo kubwa. Hapa anakutana na askari JD ambaye amekuwa hapa kwa mwaka mmoja na hajui wako wapi. Pia wanaume hao wanakwenda kwenye mnara wa magharibi ambao unajiendesha kabisa kwa nishati ya jua, jenerita mbadala, mfumo wa mvua bustani ya mbuga na wanyama wengi wa porini wa kuinda. Upande wa pili wa korongo kuna mnara wa mashariki, lakini kuwasiliana nao ni marufuku. Korongo lina mabomu ya ardhi na vizuizi vya kimkakati kaskazini na kusini, lakini hakuna njia ya kuvuka. JD anapoendelea kumwonyesha Levi eneo hilo, anaelezea mission. Kila siku Levi lazima atembea ukingo wa magharibi na kujaza risasi kwenye vifaro vya bunduki vya automatic ambavyo viko kila mita mia sita pia lazima apekuwe uzio wa kuzuia mabomu yaliyosimamishwa hewani na visitiri. Hivi ni vifaa vinavyotuma ishara za uongo kwa satelaiti zote ili kufanya korongo lisionekane. Redio inapewa ripoti kila siku thelathini, lakini hakuna njia ya kuwasiliana na ulimwengu wa nje. Katika hali ya dharura, kuna kitufe cha hofu ambacho kitaanzisha itifaki ya mbwa aliyopotea, lakini JD hajui inahusisha nini, na anashauri Levi akimbie ikiwa itatokea. JD anaelezea kwamba mahali hapa ni kama vita baridi, na wakati huo timu za kijeshi kutoka mataifa tofauti zilifanya mkataba wa kuweka siri mahali hapo, kwa hivyo hata viongozi wa nchi hawajui kuhusu hilo. Mission ya Levi ni rahisi: kuzuia vitu vilivyomo kwenye korongo visifike nje. Inaonekana wazimu na JD alifikiri hivyo pia, hadi alipoona kitu ambacho walinzi wamekiita Hollow Men, ambao sasa wanasikika wakipiga kelele kwenye korongo. JD anasema kuwa mwishoni mwa miaka 1940 vikosi vitatu vya wapanda farasi vilitumwa kwenye korongo ili kusafisha, lakini mtu yoyote hakurudi. Kwa hivyo jeshi linazingatia tu kuzuia. Baadaye JD anaondoka kwenye mnara na kutembea hadi mahali pa kuchukuliwa. Helikopta inamchukua kwa kamba na askari anauliza kitambulisho chake. Mara tu JD anaposema neno siri, askari anampiga risasi kichwani na kuacha mwili wake milimani mwezi mmoja baadaye Levi amezuia ya rutini yake ya choshi sana. Anatembea mzunguko, anafanya matengenezo yote kwenye mifumo ya usalama na anatoa ripoti yake kwenye redio. Sauti iliyoko upande wa pili inataka kujua tu ikiwa kila kitu kiko sawa na inakatia simu kabla Levi hakuuliza maswali yoyote. Wakati anafanya kazi kwenye bustani, anagundua harakati kwenye mnara wa pili. Anakimbilia darubiki yake na kumwona Drosa akichukua kuni. Anamwona pia lakini anampuuza. Usiku mmoja, wakati wa dharura, Levi anashtuka kutoka kwenye ndoto mbaya na anavunja glasi. Hili namfanya afikiri anashambuliwa, kwa hivyo anachukua bunduki. Anapohisi maumivu ya mguu wake, anagundua amekanyaga glasi na ilikuwa ajali tu, kwa hivyo anatulia. Wakati anasafisha mguu wake, anagundua Drosa bado anaamka na anamwangalia. Hata hivyo, anaenda kulala anapogundua mimi namwangalia nyuma. Mwezi mwingine unapita na Drosa lazima asherekee siku yake ya kuzaliwa peke yake. Amechoka na uchovu, anapiga risasi kwa bunduki ili kuvutia umakini wa Levi na kuinua bangalo linalomuuliza jina lake. Levi anaandika kwamba hawapaswi kuchatazana. Kwa hivyo Drosa anajibu jina lake na kusema atafanya chochote anachokitaka kwenye siku yake ya uzaliwa. Levi anayecheka anajibu kwa jina lake pia na kuinua glasi ili waweze kupata kinywaji. Baadaye Drosa anapiga mziki kwa sauti kubwa sana na anapocheza anamuuliza Levi acheze pia, anajibu kwamba yeye ni mchezaji mbaya lakini mshambuliaji mzuri sana. Kwa hiyo Drosa anajibu kwa kupiga chupa ya maji yake. Levi haraka anachukua bunduki yake na kupiga chupa ya maji yake pia. Kisha Drosa anaweka chupa nyingine juu ya kichwa chake, makusudio ni kuendelea na mchezo. Hata hivyo, anasimamisha kila kitu anapogundua kitu kinachotembea kwenye korongo. Levi anapoangalia juu anagundua viumbe ajabu wanaonekana kama watu waliotengenezwa na miti, wakipanda upande wake wa ukuta wa korongo. Mara moja anampiga risasi mmoja wa wamu hawa na kumsababisha aanguke kwenye mine ambayo inalipuka na kuangusha wapandaji wengi. Bado kuna viumbe vichache vinavyopanda, kwa hivyo Levi anaendelea kupiga risasi na Drosa anamsaidia akitumia bunduki ya mashini. Kwa kufanya kazi pamoja, wanawaangusha viumbe kwa muda mfupi. Wanapofikiri imekwisha, kiumbe kinafika kwenye balkoni ya Drosa, kwa hivyo anampiga risasi kwa bunduki mara chache kabla ya kumpiga teke na kuangusha. Kisha monsters wanaanza kupanda ukuta wa wote wa pili. Kwa hivyo Levi na Drosa walitumia bunduki za mashini kuwaua na kuamlisha mines nyingine kama msaada, mara hii kuwaua viumbe kwa ufanisi hadi hakuna tena wanaotokea. Asubuhi Drosa anatunza majeraha yake na anamwambia Levi ilikuwa siku yake bora zaidi ya kuzaliwa. Kisha anaenda chini kurekebisha uharibifu wote na kuchukua nafasi ya migodi. Ghafla ndege isiyo na rubani inaruka kutoka kwenye korongo na kuruka mbali. Mnamo Disemba, Levi anaweka taa nyingi karibu na mti kwenye msitu ili kuiga mti wa Krismas. Pia anaweka bango la Drosa. Kuanzia hapo wanaanza kushiriki shughuli nyingi pamoja kama vile kutengeneza watu wa theluji na majina ya kila mmoja, kucheza sataranji na kupiga ngoma zilizotengenezwa kwa sufuria. Mnamo Februari 14, Levi anamwona Drosa akilia mbele ya picha ya familia. Anauliza kwa nini akuenda doria mapema na anamwambia amekuwa na siku ngumu kwa hivyo anatamani angekuwa hapo pamoja naye. Akionyesha zana zote kutoka kwenye silaha, Levi anaunda kifaa maalum na anarusha roketi kuvuka korongo ambayo inakwama kwenye mti. Pia inaanza moto, lakini Drosa anakimbia kuuzima na kugundua kuna kamba iliyoshikiliwa kwenye roketi. Anaifunga kamba vizuri kwenye mti kabla ya kukimbia kurudi kwenye mnara ambapo anamwona Levi akimwalika kwenye chakula cha jioni. Kisha Levi anateleza chini ya kamba kuvuka korongo na anazidi kukwama katikati. Bahati nzuri amevaa glavu, kwa hivyo anatumia mikono yake kushika kamba na kuendelea kusonga. Hivi karibuni anafika kwenye mnara wa Drosa na anampa maua. Anaonyesha kwamba ananuka kwa sababu ya mazoezi yote aliyofanya, kwa hivyo Levi anakubali kuoga. Wakati ananawa, Drosa anachukua sare yake na anaacha nguo nzuri kutoka kwa aliyekaa hapo awali. Wakati wa chakula cha jioni, wanajadili uzoefu wao kama mamluki na kile kazi ya aina hii inachofanya kwa akili zao. Kisha wanashiriki dansi na hatimaye wanafanya mapenzi. Asubuhi, Levi anaanza kuteleza kwenye kamba kurudi kwenye mnara wake. Wakati huo, Hollow Men wanatokea kwenye ukuta wake na kugonga mgodi kusababisha mlipuko mkubwa unaokata kamba. Levi anaanza kuanguka na mara moja anafungua parachuti yake. Wakati Drosa anakimbilia kwenye chumba chake cha silaha kuchukua rundo la silaha na parachuti yake mwenyewe. Anaruka kwenye korongo na baada ya maili chache za kuanguka, anatua moja kwa moja kwenye mto, kwenye uso. Parachuti yake inakwama kwenye mwamba kwa hivyo Drosa analazimika kuikata. Mkondo wa maji mara moja unaanza kumsukuma na mwili wake unapiga mwamba na kumsababisha kuangusha kifaa cha kupanda juu kwa bahati mbaya. Mto bado unamsukuma Drosa kwa hivyo anashika kwenye mizizi ya mti kufikia ardhi. Wakati huo huo, Levi amezimia na ananing'inia kwenye mti. Ghafla tawi linaanza kusonga likifunua kuwa ni monsta. Linapokaribia Levi anaamka na kuanza kulipiga risasi huku akikata kamba. Anaanguka chini na kutua kwenye kile kinachoonekana kama matope, lakini dutu yale ya kunata inaanza kusonga, kwa sababu kwa kieli ni mdomo wa monsta mwingine. Dutu hiyo inamtega Levi huku mdomo ukianza kufungwa pole pole. Kwa shukrani, Drosa alisikia milio ya risasi na anawasili kuanza kupiga risasi kwenye kiumbe, akimwokoa kwa wakati tu. Baada ya Drosa kuondoa dutu kutoka kwa mwili wa Levi kwa kisu, wanandoa hao wanaanza kuelekea ukutani. Ghafla, wanasikia kelele baada ya Hollow Men wawili kuonekana wakiwa wamepanda harasi ambao pia wanaonekana kama miti. Wapanda harasi wanaendelea kumshambulia Levi na Drosa kwa panga na mmoja wao hata anaruka kutoka kwenye harasi ili kumrukia Drosa. Anamchoma kisu shingoni kumwangusha, na kisha anampiga risasi usoni. Mpanda harasi mwingine anachukua bunduki ya Levi akitumia mjeledi, kwa hivyo anatoa bunduki yake na kumpiga risasi harasi na mpanda harasi, akiwaua kwa sekunde. Baadaye Drosa anapesua bega lake na kugundua kwamba kifaa cha kupanda juu kilianguka mtoni. Kwa kuwa ukuta ni mrefu kwao kupanda, wamekwama hapo. Anafikiri wanapaswa kufuata mto kwa sababu lazima utoke mahali pale. Levi anachunguza kwa kina kiumbe alichokiua na anagundua sare zama zaidi ya jeshi. Hii inamaanisha Holomen ni vikosi vya wapanda harasi vilivyopotea kutoka kwenye hadithi. Wanandoa hao wanaendelea kupitia msitu wakipata mamia ya mifupa njiani. Mwishoni wanapata mji ulioachwa ambapo majengo yote yamefunikwa na mimea iliyobadilika. Pia kuna uharibifu chini kwa sababu ya tetemeko la ardhi. Wanaweza kusikia kelele zinazoonyesha monster wengine wanakuja. Kwa hivyo wanandoa hao wanaamua kujificha ndani ya kanisa ambapo wanapata mifupa kwenye viti. Wakienda chini walijua kuwa hili lilikuwa maabara ya kijeshi. Kuna mifupa na jenereta ambayo Drosa anawasha. Levi anapata tape. Kwa hivyo wanaicheza kwenye projekta. Katika filamu, mwanasayansi anaelezea kuwa ni 1946 na kwamba jumuiya hii iliundwa kama sehemu ya muungano wa siri wa mataifa wakati wa miaka ya mwisho ya vita vya pili vya dunia. Walifanya kazi katika kuunda makombora ya biokemikali. Hata hivyo, siku sita kabla ya kurekodi filamu hii, tetemeko la ardhi liliathiri eneo hilo na kusababisha uvujaji wa kemikali. Wanasayansi walianza kufanya kazi mchana kutwa ili kuzuia sumu ambayo hivi karibuni iliungana na DNA ya mimea na wanyama wa huko na kuabusu. Kufunuliwa kwa sumu kwa masama chake tu hakufanyi chochote, lakini jinsi wanavyofanya kazi zaidi, ndivyo wanasayansi wanavyoathirika zaidi, na ilikuwa ikiwaathiri polepole pia, kama inavyothibitishwa na mwanamke kwenye screen anayeonyesha matawi kwenye tumbo lake. Kwa shukrani kwa kuwa kituo kilikuwa kwenye korongo, sumu haikuwahi kufikia wanadamu wote. Katika chumba kingine, Levi na Drosa wanapata kompyuta kutoka miaka ya elfu mbili ambayo inamaanisha kwamba baada ya tukio la awali watu waliendelea kuja kuendeleza jaribio. Levi anawasha kompyuta na kugundua mahali hapa ni mali ya Dark Lake, shirika la kibinafsi la kijeshi. Ndege isiyo na rubani walioiona siku nyingine ilikuwa ikikusanya sampuli kwa ajili ya majaribio ya Dark Lake, ambayo yanajaribu kuunda askari hodari. Minara na walinzi walioajiriwa viliwasaidia kuweka siri. Katika kompyuta, Levi pia anapata ufafanuzi wa itifaki ya mbwa aliyepotea, ambayo inageuka kuwa bomu la nyuklia ambalo litaondoa vimelea kwenye eneo hilo ikiwa uvujaji utatokea. Wanandoa hao wanapoondoka, Levi anamwambia Drosa kwamba kuja kwenye misheni hii kulifaa kwa sababu walikutana naye. Walifungua mlango na kurusha granedi ya moshi kabla ya kutoka. Ghafla, mjeledi wa Hollow Men unashika kifundo cha mguu wake na kumvuta mbali, huku mpanda farasi akimchukua kupitia msitu. Drosa anajaribu kukata mjeledi kwa kisu chake, lakini kwa bahati mbaya anagonga mti na kukiangusha. Pia anajaribu kupiga risasi, lakini hawezi kulenga kwa usahihi anapoendelea kugongwa na mawe na magogo. Levi anafuata nyayo za mpanda farasi na hatimaye anaishia kupata kituo chenye bomu la nyuklia ndani. Holomin kamemning'inia Drosa na anageuza tawi lililokwama kwenye tumbo lake ili kumtesa kabla ya kulitoa. Drosa anampiga teke kifuani na kufungua kamba kutoka kwenye boriti ili kujifungua, kisha anamsukuma Holomen na kuchukua kipande cha chuma kama silaha. Holomen anaendelea kumshinda na nyoka aliyokuwa kifuani mwake anajaribu kushambulia pia lakini Drosa hatawahi kukata tamaa na anafanikiwa kumkata kichwa nyoka kabla ya kutupa chuma kwa Hollow Men. Haisababishi uharibifu mwingi lakini inakasirisha Hollow Men, ambaye anaanza kumfukuza kuzunguka chumba huku akimshambulia kwa upanga wake. Drosa anatumia mifupa kama ngao na kutengeneza mwenge kutoka kwenye bonfire, ambayo inamruhusu kumchoma adui yake. Hollow Men anapolia kwa maumivu, hatimaye Levi anafika na kumpiga risasi hadi kufa. Baada ya askari hao kuungana tena na kukumbatiana, Levi anachunguza Hollow Men na kugundua jina kwenye sare, akalitambua kama mlinzi wa kwanza aliyefanya kazi kwenye mnara wake. Baada ya kuondoa kiumbe, wanandoa hao wanaanza kuondoka na kupata mahali palipotokea uvujaji wa awali. Kuna viumbe vilivyobadilika kila mahali, vimekwama kwenye ute uliotengenezwa na sumu. Levi na Drosa walianza kuvuka darija, huku wakisumbuliwa na nyuso zinazopumua kwenye ute. Drosa kwa bahati mbaya anakangaga kwenye mizizi na anapovuta datu yenye kunata, mili inaanza kuanguka jaribu kumshika. Levi anatumia upanga kukata haraka mizizi yote na kumwokoa. Hivi sasa viumba vikubwa vinaamka na kunguruma, huku Levi anaendelea kufungua njia kwa upanga. Mjeledi wa ute unashika kifundo cha mguu wake na kumfanya anguke. Drosa anarusha granedi nyuma yao na kusababisha mlipuko mkubwa. Viumbe vinawaka moto na miale ya moto inaenea kupitia muundo wote wa ute. Huku wanandoa hao wanapofika kwenye ngazi ili hatimaye kutoka. Baadaye walitafuta mji na kupata magari ya kijeshi kwenye gareji. Walifanya matengeneza kwenye injini na kuondoka katika moja ya magari hayo. Wanaendelea kuendesha kwa masaa hadi wanapata kamba iliyokatika. Levi mara moja anaifunga kamba kwenye gari, huku Drosa anapiga risasi kwa Hollow Men anawatraibu kuwakaribia. Anapoishiwa risasi, wanabadilishana nafasi. Mara gari ikiwa tayari, wanaanza kupanda ukuta inakwenda vizuri kwa muda lakini, hatimaye wanagundua holomen wanapanda kuwafuata. Wanampiga mmoja na Levi anaanza kutumia upanga kuwaua wengine. Drosa anapata shoka kwenye boksi la vifaa na anaitumia kuua viumbe pia. Levi anapomsukuma monsa kwenye magwili, Drosa anapaswa kumpiga mmoja anayetoa kwenye vindola fulani ili kumfanya anguke. Kisha holomen anaruka kumsukuma Levi ambaye anafanikiwa kuishikilia gari kwenye sekunde ya mwisho, lakini anaachwa likining'inia. Anachoma tanki la gesi la gari kabla ya kupanda tena kisha anawasha taya ya dharura na itupa kwa viumbe. Inapoungana na propeni kitiririka, inasababisha mlipuko mkubwa ambao unachoma adui wote, lakini pia unafanya gari kulipuka. Levi anavunja mguu wake anapogonga ukuta na drosa anapaswa kumsaidia kupanda. Kwa kuwa wako karibu na juu sasa, wanaamua kukata kamba na kuacha gari lianguke juu ya holo men waliobaki. Baadaye wanandoa hao wanapanda njia iliyobaki na kurudi kwenye mnara wa Drosa huku wakitunza majeraha yao. Walikubali kukaa mbali kwa siku tano kama karantini ikiwa wameambukizwa. Pia wanataka kukimbia pamoja, kwa hivyo wanafanya mpango wa kuharibu korongo. Wanashiriki busu na Levi anamwambia Drosa anampanda kabla ya kutumia bunduki ya kuegemea ambayo inamruhusu kuruka kurudi kwenye mnara wake mwenyewe. Kesho yake wanapaswa kufanya ripoti ya redio badala ya mfanyakazi wa kawaida. Simu ya Levi inachukuliwa na Bartholomew kwa sababu amejifunza kuwa kompyuta kwenye maabara iliwashwa. Kwa kuwa Levi anakanusha kuingia kwenye korongo, Bartholomew anahitimisha kuwa mtu kwenye mnara wa pili alifanya hivyo. Kwa hivyo misheni mpya ya Levi ni kumuua. Levi anajifanya kukubali misheni kabla ya simu kumalizika. Kisha inafunuliwa kuwa kompyuta ya maabara ilikuwa na kamera na Bartholomew anajua askari wote wawili walikuwa chini, kwa hivyo anamuita kamanda ili amwamuru atengeneze timu tayari kutembelea korongo asubuhi iliyofuata. Wakati askari wanatayarisha migodi kwa mpango wao, Drosa anaandika nina kupenda pia kwa Levi. Wakati huo wanaona helikopta inakuja, kwa hivyo wanaanza kukimbia haraka kupitia msitu. Wakati askari wanapopata minara ikiwa tupu, wanatuma ndege zisizo na rubani na mchakato wa kukimbizana unaanza. Ndege zisizo na rubani haraka zilianza kupiga risasi, kwa hivyo Levi na Drosa wanapiga risasi kurudisha, wakiziangusha zote moja kwa moja, huku wakipata majeraha machache katika mchakato huo. Mara tu wanapofika mahali pa juu, wanaingia kwenye nafasi zao za mshambuliaji na kupiga risasi kwenye visitiri. Shukrani kwa migodi walioiweka mapema, wanaunda mlolongo wa athari unaoanza kuharibu visitiri vyote katika eneo hilo. Kwa kuwa korongo sasa limefunuliwa, itifaki ya mbwa aliyepotea inawashwa. Bartholomio na timu yake wanakimbilia kwenye helikopta kuruka mbali, huku Levi na Drosa wanakimbia haraka iwezekanavyo. Bomu la nyuklia linaanza na mlipuko mkubwa unaoangusha helikopta na kuifanya ianguke na kuwaua kila mtu ndani. Bahati mbaya, Levi anasukumwa na mlipuko pia na anaanguka kutoka kwenye ukingu wa mwamba ndani ya mto. Drosa anafanikiwa kutoroka na anajificha kwenye pango kumsubiri Levi. Baada ya mwezi mmoja bila habari kutoka kwa mpenzi wake, Drosa anaamua kuondoka peke yake. Wakati mwingine baadaye, nchini Ufaransa, Drosa anafanya kazi kama mhudumu. Siku moja, anashtuka kumpata Levi ameketi kwenye meza. Anaelezea ilimchukua muda kupona kutoka kwenye majeraha lake kabla ya kuungana tena na busu. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama videos nyingi zaidi kali kama hii. Asante kwa kutazama.